Nao viongozi wa upinzani wameendelea kuishutumu serikali kwa kushindwa kukomesha mauaji ya kiholela na visa vya utekaji nyara. Kwenye ziara yao huko Narok, viongozi hao wakiongozwa na kinara wa DCP Rigathi Gachagua wameendelea kuishutumu idara ya polisi kwa kutumia nguvu kupita kiasi, ya kwamba akigusa kiongozi wa upinzani yeyote na, akigusa na Gachagua, haitakuwa one time, itakuwa no Finland amekomesha mambo ya abduction. Wiki jana watoto wameshikwa wametekwa nyara wanauawa. Tunasema bwana Kasongo na mauaji akaenda asiendee <coughs> oh, nimetumwa na watu ya Mlima Kenya kutafuta urafiki na mashemeji yetu wa